Na kukaribisha kwenye uchambuzi wa magazeti ya Novemba 17, 2016 kutoka hapa Ayo TV na millardayo.com tukiwa na magazeti ya Hard News, michezo pamoja na Udaku. Jina langu naitwa Alice Tupa. Na moja kwa moja nikianza na magazeti ya Hard News, gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, kwa siku ya leo katika kurasa kwa mbele kuna habari ambayo imepaka kwa mbele ambayo inasema: hatari, wanawake wanaswa msituni dawa, wakifundisha watoto ugaidi. Ni baada ya kutoroshwa kwa wazazi, yumo mtoto wa miaka miwili na habari hii tukiangalia kwa undani zaidi katika ukurasa wa tatu wa gazeti la Majira inasema jeshi la polisi kanda maalum wa Dar es Salaam wamekamata wanawake wanne na watoto wanne waliotoroshwa kwa kipindi cha miezi mitano na kupelekwa msitu wa Vikindu kwa ajili ya kufundishwa masuala ya dini na harakati za kigaidi. Akizungumza Dar es Salaam jana, kamishna wa polisi Simon Siro alisema watoto hao ambao ni wa familia moja, wawili ni wanafunzi wa shule ya msingi ya Kizange Kitunda na wengine ni wa shule ya Jitihada Kitunda. Siro alisema baada ya kupokea taarifa kutoka kwa mzazi wa watoto hao Abdalla Maleki, ambaye ni mkazi wa Kitunda, kuwa ametoroshwa watoto na mwanamke anaitwa Salma Mohamed aliyedaiwa kuingizwa kwenye harakati za kigaidi, jitihada jiti kati ya polisi na mtoa taarifa zilifanikiwa kukamata watoto hao na wanawake wengine katika eneo la Kilongoni Vikindu, mkoani Pwani, wakiwa wamekusanywa katika nyumba moja wakifundishwa mambo ya dini na ugaidi. Baada ya mahojiano zaidi, tumejiridhisha kuwa wengi wao wameachishwa masomo katika shule mbalimbali mbali, hapa nchini na baadhi ya watoto wameachishwa shule na wazazi wao, kuingizwa katika madrasa ambazo ndio kambi walikokamatwa walikuwa kamatiwa wanawake hao walisema Siro. Sambamba na mafunzo ya madrasa, pia wamekuwa wakifundishwa ukakamavu, karate, kumfu, judo na silaha ya aina CMG na bastola. Pia wanafundishwa kupiga maeneo tete ya mwili katika kumdhibiti adui, kummaliza pumzi na hata kumuua. Kwamba polisi wanasema watoto hao wamekuwa wakifundishwa kwamba adui yao mkubwa ni polisi, walinzi katika taasisi za fedha na makafiri. Katika kujipatia kipato wamefunzwa kupora au kunyamuja kunyang'anywa kwa kutumia silaha na kutumia viungo vyao. Kwa mujibu wa Simon Siro jeshi la polisi linaendelea li kulifuatilia swala hilo kwa makini zaidi ili kujua kama kuna mtandao wowote katika swala hili au la. Ni habari hiyo ambayo inaendelea kwa ndani zaidi katika ukurasa huu wa tatu wa gazeti hili la Majira. Tukiangalia so, habari nyingine inasema mtoto wa darasa la pili abako apata ujauzito, na habari hii inaendelea kwa ndani zaidi katika ukurasa wa nne wa gazeti hili, na habari tukiangalia kwa ndani zaidi sema mtoto wa darasa la pili mwenye umri wa miaka 13 katika shule ya msingi Mlangalini mkoani Arusha amekutwa na ujauzito wa miezi miwili baada ya kubakwa na mwanaume anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 65. Akizungumza na mwandishi wa habari mjini Arusha jana, mtoto huyo alisema siku ya tukio alitumwa kwa mwanaume huyo akanunua kibiriti kwenye duka lake. Alieleza kwamba alipofika dukani kwa mwanaume huyo aliambiwa vibiriti vimekwisha, hivyo vifuate nyumbani kwake. nilipoanza safari ya kufuata vibiriti nyumbani kwake alinifuata kwa nyuma. Nilipofika naye akawa amefika, akaniambia niingie ndani. Nilipoingia alifunga mlango na kunivua nguo. Nilitaka kupiga kelele, akaniziba mdomo kwa nguvu, ndipo alianza kunibaka, na alipomaliza alinipa shilingi elfu moja akaniambia nisiende kusema nyumbani, vinginevyo atapigwa, alisema mtoto huyo kwa huzuni na kuongeza, nilitokwa damu nikawa nasikia maumivu ya tumbo, ndipo nilipoamua kumwambia shemeji, yani mume wa dada wa wa huyo msichana. Kwa upande wa dada wa mtoto huyo, mkazi wa kijiji cha Manyire Mire Kata Mlingani ni mkoani Arusha alisema aliamua kuishi na mdogo wake huyo baada ya baba yao kufariki na mama yao kukimbia kusikojulikana akikimbia tuhuma za kudai kuhusika na mauaji ya mume wake ambao ni baba yao. Tukiangalia habari nyingine ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbili wa gazeti linasema Makonda akiri kushindwa vita vya Vutashisha, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa 3. Management ATCL kusukwa upya ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa 4, lakini pia kuna habari nyingine nasema serikali hapa mitiani wajumbe bodi ya TRL. Maalim Sefu apongeza uchaguzi wa Marekani, asema kesi ya kuifikisha SMZ ICC imefikia pazuri. Zote ni habari hizo ambazo na naweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti hili la Majira. Gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii kwa siku ya leo, nalo katika ukurasa wa mbele kuna habari inayosema Majaliwa ameumbwa Makonda hadharani, na habari hii tukiangalia kwa undani zaidi katika ukurasa wa pili wa gazeti linasema Waziri Mkuu Kasimu Majaliwa jana alimtaka mkoa kwa Makonda kuacha kulalamika na badala yake hakikisha anasimamia maagizo yanayotolewa na, na viongozi wa ngazi ya juu wa serikali. Majaliwa alitoa kauli hiyo jana jijini Dar es Salaam baada ya Makonda kumtuhumu kamanda wa polisi, kamanda maalum wa Dar es Salaam Simon Siro, na viongozi wengine wa polisi wa kanda hiyo, huenda wamepokea rushwa kutoka kwa wafanyabiashara wa shisha, hivyo kushindwa kukabiliana nalo licha ya kupigwa marufuku na serikali. Mheshimiwa Waziri Mkuu alituagiza kupambana na uvutaji wa shisha katika mkoa wetu Mheshimiwa Waziri Mkuu alituagiza kupambana na uvutaji wa shisha katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Baada ya kulisimamia hilo, wafanyabiashara kumi walinifuata kutaka kuhonga shilingi milioni tano kunihonga mheshimiwa waziri mkuu alituagiza kupambana na uvutaji wa shisha katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Baada ya kulisimamia hilo, wafanyabiashara kumi walinifuata na kutaka kunihonga shilingi milioni tano milioni tano kila mwezi, nikakataa, alisema Makonda. Nilivyomwagiza kamanda Siro hakutekeleza agizo hilo, kwa hiyo uenda wao wamekubali kupokea fedha hizo, ndio maana hawatekelezi agizo langu. Wafanyabiashara hao walikuja wakaniambia, kwa siku wanapata faida kati ya shilingi milioni 35 hadi 45 na hivyo akaniomba anipe shilingi milioni tano ili niwaache waendelee na biashara hiyo. Mbali na kumtuhumu kamanda Siro, Makonda pia alimwambia Majalia kwamba kamanda wa polisi wa mkoa Kinondoni naye amepuza agizo lake la kukamata vutajishisha. Makonda alisema ameambiwa na mamlaka ya chakula na dawa <clears throat> Konda alisema ameambiwa na mamlaka ya chakula na dawa TFDA kwamba shisha inasababisha magonjwa 13 kwa binadamu, yakiwemo ya saratani na upungufu wa nguvu za kiume. Alisema licha ya serikali kupiga marufuku uvutaji wa shisha nchini, amekuwa akikuta watu wakiendelea kuivuta katika maeneo mbalimbali jijini Dar es Salaam. Hata hivyo, Majaliwa aliposimama kuzungumza, alionekana kuzishangaa tuhuma hizo za Makonda na kumtaka mkuu huyo wa mkoa a kutekeleza kile anachoagizwa na, na wakubwa na wakubwa wake. Wewe ni mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wa mkoa wako, hivyo ukiagizwa na mkubwa tekeleza, na wewe waagiza walio chini yako, alisema. Waziri mkuu alimwagiza Makonda kusimamia na kulinda miundombinu ya shirika la umeme TANESCO huku akisema hayo ya shisha amechomekea. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kuisoma kwa undani zaidi katika ukurasa huu wa pili wa gazeti hili la Nipashe. Habari nyingine, sema lema sasa aweka matatani askari polisi. Askari wa jeshi la polisi na wenzao wa jeshi la magereza mkoani Arusha wameingia matatani baada ya kimu mfawidhi Agustino Rozile kuwataka waache kuwasumbua waandishi wa habari na wananchi wengine wanaokwenda kusikiliza kesi mbalimbali mahakamani, zikiwemo zinazoendelea. Askari wa jeshi wajishu... Askari wa jeshi la polisi na wenzao wa jeshi la magereza mkoani Arusha wameingia matatani baada ya kimu mfawidhi Agustino Rezile kuwataka waache kuwasumbua waandishi wa habari na wananchi wengine wanaokwenda kusikiliza kesi mbalimbali mahakamani mbali, zikiwemo zinazoendelea sasa za mbunge wa Arusha mjini Godbless Lema. Tukiangalia habari nyingine, inasema Scorpion yazua kioja kortini na habari hii inapatikana katika ukurasa wa tano wa gazeti hili, na tukiangalia kwa undani zaidi inasema mtuhumiwa nganyi kwa kutumia silaha Salim Jote mwenye umri wa miaka 34 maarufu kwa jina la Scorpion, jana alishangaza mahakama ya wilaya Ilala baada ya kutaka aiendeshe kesi yake kwa kasi anayoitaka yeye, akiwa kizimbani kama mtuhumiwa pekee. Scorpion alitaka asomewe maelezo ya awali ya kesi yake, japokuwa hakupewa nafasi ya kujieleza kwa lolote tukiliangalia gazeti la Habari Leo kwa siku ya leo limeandika Muhongo, wadau wa igomea Tanesco na habari hii. Tukiangalia kwa undani zaidi katika ukurasa wa nane wa gazeti hili, inasema shirika la umeme Tanzania Tanesco limepata upinzani kuhusu azma yake ya kupandisha bei ya umeme kwa asilimia 18.19 kufikia Januari mwakani baada ya waziri wa nishati na madini Profesa Sospita Muhongo kusema bei inapaswa kuwa rahisi, huku wadau waliokutana Dodoma na Arusha jana wakipinga ongezeko hilo. Aidha, baraza la ushauri wa watumiaji huduma zinazodhibitiwa na mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EURA CCC limetesa limetaka Tanesco kufikiria kukusanya deni la shilingi bilioni mia mbili sabini na nane nukta sita sita moja inazodai watu na taasisi mbalimbali nchini na sio kufikiria kupandisha bei ya umeme. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kuisoma kwa ndani zaidi katika ukurasa huu wa nane wa gazeti hili habari leo. Tukiziangalia habari nyingine ambazo zipo katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili nasema, mpemba wa meno ya tembo kizimbani, ndani ya habari hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Habari Leo. Waziri mkuu amtia kitanzi cha shisha Makonda, wanawake watoto mbaroni, vitendo vya ugaidi. Lakini pia kuna habari nasema, wanafunzi wa shule ya sekondari Kilimanjaro wanaongoza kwa kupata ujauzito. Serikali imesema imejipanga kufufua usafiri wa reli kwa haraka, kwa sasa wapo katika mchakato. Na katika habari za michezo kuna habari nasema, klabu ya Simba ime ulipa dola za Marekani laki moja na elfu ishirini kwa klabu ya Denmarki ili kumrejesha Okwin. Habari hizo zote ambazo naweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika kurasa za ndani kwa gazeti hili la habari leo. Tukiliangalia gazeti la Mwananchi nalo kwa siku ya leo, katika ukurasa wa mbele kuna habari inosema maumivu, vilio vya ukali wa maisha vya tawala kwa wafanyabiashara, wanafunzi wa vyuo, wanasiasa, wabunge, watumishi wa umma. Na habari hii tukiangalia kwa ndani zaidi katika kurasa nne wa gazeti hili la Mwananchi nasema, uamuzi wa serikali ya awamu ya tano kubana matumizi, kudhibiti ukusanyaji kodi, kuondoa upendeleo wa zabuni na kuzuia shughuli za serikali kufanyika katika mahoteli umeibua kilio kwa makundi tisa ambayo masilahi yake yameguswa moja kwa moja. Baadhi ya makundi hayo ni wafanyabiashara, wanafunzi wa vyuo, wanasiasa, wabunge, watumishi wa umma, vyombo vya habari, wanawake na waathirika bomoabomoa bomo, ya bonde la Msimbazi. Tukiliangalia gazeti la Mtanzania, Afrika kinifu limeandika urefu wa mzuia matibabu Muhimbili, mashine za moyo hazilingani na urefu wake, asubiri majibu apelekwe nje ya nchi. Ni habari hiyo ambayo inaendelea katika ukurasa wa tatu. Lema pasua kichwa, jopo la mawakili watano wajitosa kumtetea, ni habari nyingine ambayo inaendelea katika ukurasa wa nne mpemba wa meno ya tembo wenzake kutini na zote ni habari hizo ambazo unaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi katika ukurasa za ndani kwa gazeti hili la Mtanzania. Na tukiingia katika magazeti ya udaku kwa siku leo, tuna gazeti la Wembe pamoja na gazeti la Amani, ambapo gazeti la Wembe kama mnavyoliona katika ukurasa wake wa mbele lina habari tu nyingi na ukurasa wake wa nyuma vile vile kama mnavyoziona, na habari hizi zote unaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi katika ukurasa za ndani kwa gazeti hili la Wembe. Gazeti la Amani vile vile katika ukurasa wake wa mbele kama mnavyoona kuna habari tu nyingi, na ukurasa wake wa nyuma pia kuna habari tu nyingi, na zote habari hizi unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi katika kurasa za ndani wa gazeti hili la Amani. Na tukimalizia na magazeti ya michezo, tuna gazeti la Mwanaspoti pamoja na gazeti la Bingwa, ambapo gazeti la Mwanaspoti limeandika Simba yaonyeshwa kiboko ya Yanga. Ni habari hiyo ambayo imepewa kipaumbele na unaweza kuendelea kusoma katika kurasa za ndani mwa gazeti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 Na tukimalizia na gazeti la Bingwa kwa siku ya leo katika ukurasa wa mbele limeandika usajili Yanga ni vita ya vigogo Afrika, yumo strike atakayepiga hat trick mechi tatu mfululizo na ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Habari nyingine ambayo pia unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa pili inasema Mo aingilia usajili wa Shabalala, okwi atajwa. Luanda Mina, subiri ripoti ya Plojim, ni habari nyingine hiyo pia ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa na katika habari za kimataifa kuna habari inayosema Alexis Sanchez bado bao moja tu Man United itakavyoiua Arsenal bila Zlatani, Rooney na ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa kumi wa gazeti hili la Bingwa. Na tukimalizia na habari ambazo zimeandikwa katika ukurasa wa nyuma wa gazeti hili la Bingwa zinasema Hatushindwi Cavaliers wafikia rekodi yao ya miaka 39. Ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa ishirini na tatu. Habari nyingine inasema kinachomfanya Jesse asicheze pia PSG hiki hapa. Balotelli huyu wa Nice, achana naye mshahara. MSN wa tia fora La Liga. Zote ni habari hizo ambazo zinapatikana katika ukurasa wa nyuma wa gazeti hili la bingwa, na gazeti la bingwa kwa siku ya leo ndilo linatufungia uchambuzi wa magazeti kutoka hapa ITV na millardayo.com, lakini kwa habari nyingi zaidi unaweza kutembelea kurasa zetu za Facebook, Instagram na Twitter pamoja na Snapchat kwa jina la Millard Ayo, lakini pia usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ya Millard Ayo promotion ya kamata mpunga kutoka Vodacom bado na sisitiza inaendelea. Watu wangu wa nguvu, endelea kuandika neno go kwenda namba moja tano tano nne nne na kuweza kujibu maswali rahisi kabisa kutoka Vodacom. Jina langu naitwa Alice Tupa.